Maafisa wa idara mbalimbali katika kaunti ya Kilifi wameshiriki matembezi ya kuadhimisha mwezi wa haki kwa watoto nchini, matembezi ambayo yamejawa na shamra shamra siaba katikati mwa mji wa Kilifi. Maafisa wa idara ya mahakama, maafisa wa idara ya watoto, magereza, pamoja na viongozi wa dini, vilevile wale wa kutetea haki za binadamu wamejumuika katika matembezi hayo kuhamasisha umma kuhusu kuzingatia haki za watoto. Lakini idara ya mahakama kupitia hakimu mkuu wa mahakama ya Kilifi Charles Obuluta imeweka wazi kwamba wamerekodi kesi tisini za dhuluma dhidi ya watoto mahakamani mwaka huu pekee, huku kesi 46 zikiwa ni za wazazi kutelekeza watoto wao. Hakimu Obuluta anasema visa vya dhuluma dhidi ya watoto vimekuwa vikitekelezwa na watu wa karibu wa mwathiriwa, hali ambayo inazidi kutia wasiwasi. Kesi kama hizo sahihi, kama hapa kotini tuko na karibu 46, tangu mwaka uanze. Case za pili ni zile zinahusu dhulma za kijinsia. Utapata kuna watoto labda wamenajisiwa na katika hiyo, utapata saa nyingine ni case huwa zinahusu watu wa karibu. Utapata ni baba na dhulumu mtoto wake, ama babu ana dhulumu mtoto, hata ndugu ama hata jirani, watu wa karibu. Kwa sasa kesi za dhulma tumepata karibu 90, na umuhimu ni kwamba tumeleta wahusika wote katika Court Users Committee. Tuko na police department, kuna department ya prisons, probation office, children's office, ofisi ya mkuu wa mashtaka, na sote tunajaribu kuona ni wapi kuna changamoto ile tunaweza ongea pamoja na tuweze kuhakikisha hizi kesi za watoto zinamalizika haraka iwezekanavyo. Wakati huo huo, Bulutsa amesema changamoto kuu ya kukabiliana na kesi hizo imekuwa ikitokana na ukosefu wa ushahidi mahakamani, huku akishinikiza mkuu wa sheria katika kaunti ya Kilifi kulivalia njuga swala hilo na kurahisisha upatikanaji wa ushahidi wa daktari wakati wa kesi zinazohusiana na watoto mahakamani. changamoto ile tunapata ni kutoka idara mbalimbali hata mbali, sisi mahakama tuwezi sema labda hatuchangii. Kesi ikianza chini itaanza labda kwa mzee wa mtaa ama kwa chief, iende kwa polisi uchunguzi ufanywe, ndio ifike kotini. Na kesi kama za dhulma, kuna ile uchunguzi unahitaji eh, mambo ya daktari daktari akagwe mtoto athibitishe kweli kama aliweza kudhulumiwa. Sasa kesi ikija kotini, utapata labda siku ya kwanza mashahidi hawakupewa bond kuja kotini, unaweza pata mashahidi wamekuja, exhibit haikuletwa, ama mashahidi wamekuja, exhibit imeletwa, faili ya polisi haikuletwa. Kuna mshtakiwa, utapata labda ako na wakili, siku ya kesi wakili utapata hayuko tayari kuendelea ama utapata labda kiongozi wa mashtaka hiyo siku hakuweza kufika, na hata saa ingine kwa upande wa mahakama unaweza pata hata hakimu aliyekuwa asikize kesi labda hiyo siku inaweza kuwa ni mgonjwa, ama kuna shughuli ingine ya kikazi ile imetokea kwa upande wake. Afisa wa idara ya watoto katika eneo bunge la Kilifi kaskazini ya Popo Warren ameshinikiza idara ya mahakama kuhakikisha inashughulikia kwa haraka kesi za watoto ili walioathirika wanapata haki. Na maana ya hii Child Justice Month ni kuhakikisha tu kwamba tunaleta justice karibu na mtoto na kuhakikisha kwamba zile kesi zote kuhusu za watoto zenye ziko mahakamani zimeshughulikiwa kwa haraka ipasavyo, ili ikiwezekana, huu mwezi ukiisha, Novemba kuanzia tarehe moja, ukifika Novemba mwishoni, hizo kesi mingi zenye zilikuwa kotini zinafaa zikuwe zimeisha na tunafanya nini kuhakikisha tumefaulu kwa huu mwezi, zile kesi zenye ziliwekwa mbele, kwa sababu mention dates zinakuja, tuseme Jan, December next month ama even in 2026, zinaletwa kuu mwezi zinaletwa karibu, ili zishughulikiwe kwa haraka iwezekanavyo na ikuwe concluded. Katika hafla hiyo, maafisa mbalimbali wanaoangazia haki za watoto, wakiwepo viongozi wa dini, wameshinikiza jamii kuwalinda wanao, vilevile vile kuripoti kwa idara husika iwapo kuna mtoto aliyedhulumiwa ili kuhakikisha anapata haki. Tunahimiza wazazi mara nyingi jinsi ya kulea na kufundisha watoto wao, malezi yaliyo bora ambayo kwamba yameletwa na Mwenyezi Mungu. Hayo ndio majukumu ambayo kwamba tuko nayo kama maustadi pale madrasa au pale msikitini. Kwa hivyo kazi yetu ni kulinda, na hata tunafanya karibu sana na ofisi ya watoto au ofisi ya polisi. Tunapopata kesi imeletwa kwetu huwa tunachukua hatua zinazofaa ili kuhakikisha kwamba watoto wetu ambao wamedhulumika wamepata haki yao. Sana sana huwa tunategemea wazazi wa watoto hawa kwa sababu hao ndo huwa wako na uchunguzi, ama tunavyosema ni kwamba huwa wako na habari ambazo zitatusaidia katika uchunguzi wetu. Na wazazi, hasa wakati huu wa likizo ikiwa ndefu hivi, juuwa wa mtoto wako ameenda wapi, amerudi saa ngapi ni usiku, kwa nini hajarudi? Kaa na mtoto wako wawili hivi, mpatie words of counsel, mwambie tu mama, mwambie tu baba, hivi havifai, maana sasa mzazi kwa sababu ya kufukuza shilingi hana wakati na mtoto. Matembezi haya ni kwa ajili ya kubuniwa mikakati ya kulinda haki za watoto, ikiwepo visa vya dhulma. Nikiripotia Coco FM kutoka mjini Kilifi katika kaunti ya Kilifi, mimi ni Joseph Jira. Coco FM.